Maswali mengine ambayo mimi najiuliza sijajua kama akili yangu itakuwa ni ndogo naomba nijibiwe hata mnao comment mjibu. Kwamba hivi ni kwa kiongo gani nikosa kisheria kwenda kuhudhuria kesi ya mtu mahakamani au nikosa kisheria kwenda kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu mahakamani? Yani najiuliza na tu kwamba ni pinokodi ni pinoko, ni sheria namba ngapi ni kanuni gani ya kipolisi au ya kijamii? Sababu ile haikuwa mkutano wa siasa, ulikuwa tu ni kwenda kuhudhuria kesi ya mtu no. Sidhani kama watu wakiwepo kwenye kesi wale watu wanaathiri chochote, kwa sababu mahakama ina utaratibu wake. Uwezi ukaenda pale ukaanza kupiga kelele, wamemuonea wewe wame mwenyewe, utakamatwa, umeidharau mahakama, kwa sababu mahakama ina utaratibu wake. Manake watu hawa just walikuwa wanakuja tu kuangalia sijajua kisheria ni, ni, ni kosa kiongo gani, ni dham kiongo gani? Wengine mnaweza mkanisaidia. Huyu mtu anayekuwa ameenda mahakamani eh, na meenda mahakamani ili ashuhudie kesi anakuwa amefanya kosa kiongo gani? Sijajua, kwa mimi mwenyewe nimekwenda mahakamani mara nyingi, lakini sijawahi kujua. Inawezekana kuna sheria mpya zipo au inawezekana kuna baadhi ya kesi haziruhusiwi. Kama ni hivyo na kama mliotangazia hivyo na wakavunja utaratibu waliotangaziwa, wakaja kinyume cha utaratibu, basi mngewakamata wakamatwe, wafunguliwe kesi kisheria. Lakini kama raia tunakatazwa kujichukulia sheria mkononi, kumpiga mhalifu, kwa nini iwe ni sawa kwa askari kujichukulia sheria mkononi? Mimi natoa ushauri kwamba, kwa mfano, hawa watu wa vijana wa Chadema ambao walipigwa mahakamani kama walivunja sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wangekamatwa wakalazwe selo, waandikwe maelezo, wapelekwe mahakamani, washtakiwe washtakiwe, sio wapigwe. Ndio yetu kuwajulisha kwamba ufalme wowote unaokuwepo unaweza ukatoweka saa na dakika yote, katika Danieli 4 mstari wa 27 kwa sababu hiyo, ee mfalme, shauri lako lipate kibali, shauri langu lipate kibali kwako. Kaacha dhambi zako kwa, kwa, kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuhurumia maskini, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. kwa, kwa sababu hiyo, enyi viongozi, enyi watawala, mkaache makosa yenu, hurumieni maskini, hurumieni watu wasio na kitu likichukulia kwamba ni nafasi ni mwanya wa kutesa kupiga, ya yeah. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati mwingine na saa nyingine Mungu amenipa neema nije niseme nawe hm, leo niongee jambo hili linalohusu utu na ubinadamu, kwamba ikiwa watu hawa wanaokuwa wanaonekana kwenye vipigo vya namna mbalimbali kweli wamevunja sheria za nchi, natoa maoni, natoa rai, wakamatwe wapelekwe mahakamani kwa sheria za nchi. Kuwa naamini inawezekana watu hawa hawakutumia nguvu yoyote kukataa kwamba labda pandeni kwenye gari, atuende au la. Nakumbuka wakati ambao jeshi la polisi walikuja kutukamata mwaka jana pale kanisani, kauli yao kubwa ilikuwa moja, pandeni kwenye gari na walitupandisha kwenye gari wakatupeleka Central Police, tukaandika maelezo tukachukua fingerprint na vitu vingine vyote. Sasa sijajua sana tatizo linakuwa liko maeneo gani, lakini nimeona wakati niko mahabusu ni nadhani kuliko kuna kesi ya Tundu Lissu inaendelea ya Kisutu, na nimeona kwa sababu sikuwepo, lakini nimetoka nimeona kwamba kuna watu wakinapambanwa na wengine ambao wame si walichukuliwa wakaenda kwa maelezo yao, wanasema kwamba walipigwa, wakaenda wakatupwa huko polini, kwa maelezo yao, na watu wanaonekana waling'atwa na mbwa wa jeshi la polisi na vitu vingine kama hivyo. Nionacho mimi ni kwamba ikiwa watu hawa wamevunja sheria za nchi, nionacho mimi nidhani hivyo kwamba ni ubinadamu, sote nchi hii ni ya kwetu kuwa na vyama tofauti, kuwa na vyama pinzani kusitufanye tuwe maadui. Sikia hata wimbo mmoja wa, wa, wa CCM wanaosema Chadema wakifa, sisi hatuwezi kulia, tutawatupa mtoni walio na mamba. Yapo baadaye, Dkt. Mchimbi alikuja kuweka sawa, lakini hata kabla hajaweka sawa, nilikuwa na wazo niseme kwamba kuwa na vyama vya siasa kusitufanye tuwe maadui, kama wote tunaipambania nchi yetu. Chama pinzani hakina malengo ya kuharibu nchi. Kina malengo ya kutafuta ikiwezekana, kama nyie mlioko madarakani mnaona hamuwezi kulingana na vigezo vyao. Sasa sababu kama mimi sina chama, kama mnaona hamuwezi basi jaribuni kupisha wakae au wafanye wengine. Sasa nionge acho mimi naongea kwamba watu hao wamepigwa kwa namna hiyo, wameumizwa kwa namna mbalimbali. Ametokea ya kiongozi wa jeshi la polisi kanda maalum, anatoa maelezo kwamba sisi labda tuliokamata watu wawili tu na wengine hawakwepo. Kweli yani, okay, yes wewe ni kiongozi, ndio ni askari unaviapo, lakini sawa, najua inawezekana kweli sio wewe uliyeingia mtaani kufanya hiyo kazi lakini kweli vijana wako hawakudishi ripoti? Hawa askari ambao kwa mfano walienda pale Kisutu, wapiga vijana mbalimbali ya wa Wachadema, waliagizwa na nani? Walitoa wapi oda? Kama walichokifanya kilikuwa ni makosa, waliwajibishwaje? Nani aliwawajibisha? Kwa sababu mimi nawahakikishieni watu wa Mungu Mnalichafua jeshi la polisi. Kwa nini mnalichafua? Kwa sababu ikiwa askari wa jeshi wanaenda kufanya kitendo fulani wakiwa na unifomu, wakiwa wana magari, halafu kiongozi wa jeshi la polisi anakuja, anatokea, asema sisi hatukuwapiga watu, sisi tuliowakamata tu watu wawili. Mimi nashauri, mimi nashauri, kwa sababu mnaeneza chuki, yani mnatengeneza watu ambao watawachukia zaidi, mnatengeneza watu ambao wataanza kuwavizia kweli. Inawezekana mna walinzi, lakini ujua, katika binadamu vyakula mnavyonunua mnanunua kwa watu, watoto wenu wanasoma kwa hiyo, mtu ili akudhuru anaweza sikudhuru wewe moja kwa moja, anaweza kadhuru watoto wako, anaweza kadhuru familia yako. Sasa mnachongea hapa ni kwamba mnatengeneza kundi la watu ambao wanawachukia. Yani mnatengeneza wana, chuki ndani ya mioyo ya watu. Mnaitengenezaje? Mnaitengeneza kwa kuwa na watu ambao kuna vitendo mnawafanyia, tuacha na wengine ambao hawajulikani. Hawajulikani wamefanya vitu vingi, lakini turudi kwanza. Kwa mfano, kwenye vijana wa Chadema wao wanasema walipigwa na, na, na polisi. Okay, kama ni waongo tumanye basi washtakiwe kwa kusambaza taarifa za uongo, lakini kama ni wakweli, askari yao walitumwa na nani? Kwa nini wanapokuja viongozi wa hilo jeshi wanaongea kana kwamba hawajui chochote kilichofanyika? Lakini kuna maswali mengine ambayo mimi najiuliza sijajua. kama akili yangu itakuwa ni ndogo, naomba nijibiwe, hata mnao comment mjibu, kwamba hivi ni kwa kiongo gani, ni kosa kisheria kwenda kuhudhuria kesi ya mtu mahakamani au ni kosa kisheria kwenda kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu mahakamani? Yaani najiuliza na, na, na, tu kwamba ni, ni pinokodi ni sheria namba ngapi? Ni kanuni gani ya kipolisi au ya kijamii? Sababu ule haukuwa mkutano wa siasa, ulikuwa tu ni kwenda kuhudhuria kesi ya mtu. Ni, i sidhani kama watu wakiwepo kwenye kesi wale watu wanaathiri chochote, kwa sababu mahakama ina utaratibu wake. Uwezi ukaenda pale ukaanza kupiga kelele wamemwonea, wewe mwenyewe utakamatwa, umeidharau mahakama, kwa, kwa sababu mahakama ina utaratibu wake. Maanake watu hawa jasi walikuwa wanakuja tu kuangalia, siajua wa kisheria ni, ni, ni kosa kiongo gani? Ni dhambi kiongo gani? wengine mnaweza mkanisaidia, huyu mtu anayekuwa ameenda mahakamani eh, ameenda mahakamani ili ashuhudie kesi, anakuwa amefanya kosa kiwango gani? Sijajua. Kakuwa mi mwenyewe ni nimewahi kwenda mahakamani mara nyingi, lakini sijawahi kujua. Inawezekana kuna sheria mpya zipo au inawezekana kuna baadhi ya kesi haziruhusiwi. Kama ni hivyo na kama mliotangazia hivyo na wakavunja utaratibu waliotangaziwa, wakaja kinyume cha utaratibu, basi mngewakamata wakamatwe wafunguliwe kesi kisheria, lakini kama raia tunakatazwa kujichukulia sheria mkononi, kumpiga mhalifu. Kwa nini iwe ni sawa kwa askari kujichukulia sheria mkononi? Na je, huyu mtu ambaye anamdhuru let's say amepigwa kweli, wanatokea viongozi kama kina waziri Dolo Gwajima anasemaje, mtu amepigwa na askari aende tena kituo cha polisi akachukue PF3 ili akatibiwe na baada ya hapo akafungue kesi ambayo kesi hiyo kulalamika, ataenda kulalamika tena wapi? Jeshi la polisi ambalo wafanyakazi wa jeshi hilo hilo ndio wamempiga? Kwa hiyo wafanyakazi wa jeshi la polisi ambao wamempiga huyu raia kinyume cha utaratibu, akachukue PF3 kwao, na baada ya hapo akishenda kutibiwa arudi kwao, aandike maelezo ya kuwashtaki wafanyakazi wa jeshi hilo hilo na baada hapo waende kwenye mahakama ambayo mahakama hiyo hiyo ina utaratibu wake na kanuni zake, ila watu wameshuhudia wakiwa wanapigwa mbele ya hiyo mahakama kwa sababu tu wanaenda kusikiliza kesi. Mimi nionavyo, kuwa ni vyema ikiwa watu hawa wamevunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wachukuliwa hatua sawa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ni dhanicho mimi, kupigana kuumizana sio ubinadamu. Lile usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mtu mwingine. Wewe leo ni askari, ndio. Wewe leo uko kwenye nafasi fulani, ndio, lakini inawezekana sio siku zote utakaa kwenye nafasi hiyo. Siku zinakuja utakuwa raia wa kawaida kama mimi, utakuwa ni mtu ambaye hauna labda backup fulani nyuma. Ni vema uishi maisha ambayo wakati na saa yote sio kawa ni kiumbe ambaye utaanza kuviziwa na watu ili wakudhuru kwa namna yoyote. Katika Mathayo saba mstari kumi na mbili maandiko yanasema basi yoyote mtakayomtendewe na watu nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Mimi natoa ushauri kwamba kwa mfano hawa watu wa vijana wa CHADEMA ambao walipigwa mahakamani kama walivunja sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wangekamatwa wakalazwe selo, waandikwe maelezo, wapelekwe mahakamani, washtakiwe washtakiwe, sio wapigwe. Mi nikuwa namsikia hata pande mmoja sikuetu naojana nikuwa nasema huyu huyu ni wakupigwa. Sasa hoja ni mtu kama kavunja sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyu anatakiwa apigwe au ashitakiwe? Si ashitakiwe. Kwani kupigwa kuna kazi gani? Kwa sababu kupigwa mnaweza mkamvunja mtu viungo, mkamtegua mtu huyu. Mtu, mtu anategemewa ashtakiwe, kama kosa lake linahusu mdhamana, adhaminiwe, kwa sababu mwisho yote kazi ya sheria ilikuwa ni kuwaadhibisha wale ambao wanafanya vibaya. Ni kwa sababu hiyo mtu anayevunja sheria achukuliwe hatua, sheria ichukue mkondo wake, lakini sio mtu anaye, ambaye eidha amevunja au in, inasemekana tu ni kama ame, amevunja amri za Kaisari basi huyu mtu anatakiwa apigwe afanye hiki afanye hiki? Hapana, hapana, hapana, tusiishi tu hivyo, tusiishi hivyo, tusiishi hivyo. E, maandiko yanawaelezea askari kidogo, yanaelezea kidogo pale ambapo walienda kumuuliza Yohana Mbatizaji na wao wafanye nini au waishi maisha ya aina gani. Walikwenda kumuuliza Yohana Mbatizaji kwamba na sisi askari tufanyeje? Yona alikuwa anasema kwamba msimshtaki mtu kwa uongo, kama mtu ana kosa, msimzingizie kosa la aina yoyote. Inaonekana ilikuwa ni tabia ya askari tangu miaka mingi sana iliyopita. Katika Luka mtakatifu sura tatu, msari msari wa msalanga msala kumi na nne, askari nao wakamuuliza, askari nao wakamuuliza wakisema sisi nasi tufanye nini? Akawambia, msidhurumu mtu wala msishtaki kwa uongo tena, mtoshewe na mshahara wenu. Kwa lugha rahisi ni kwamba fanyeni kwa haki, msidhurumu mtu, msishtaki kwa uongo. Pali popote pa palipotokewa, labda sui lazima mtu mpige mfanye nini, kama amekosea, ashtakiwe sawa na sheria. Lakini jambo la pili, niliye pamoja na familia ya Mdude niliye pamoja na jamii ya maskofu Katoliki, niliye pamoja na watu wote walioguswa na matukio ya e, kujeruhiwa au kutekwa kwa Mdude Mpaluka Saidi Nyagali. E, niliye pamoja na wote walioumizwa na tukio la askofu au katibu mkuu wa baraza la maskofu Katoliki TEK. Eh, Padre Kitima eh, niongea jambo moja kwamba nafahamu katika mazingira ambayo watu hawa wamepigwa au wameumizwa ni mazingira yenye utata ambayo huwezi ukaenda, eh, straightly. Hata kama wengine wanaenda straightly, si nini, mimi nisemacho kama nyini mnavyosema hao watu ni hawajulikani. Mimi naweza nikasema kweli hao ni wasiojulikana lakini ningetamani sana e, watu hawa ni miongoni mwa watu wanalichafua sana jeshi la polisi e, yaani sio nyie mnaofanya hivyo, lakini kwa kadi ambavyo hawa wasiojulikana kuna matukio wanafanya, na kwa bahati mbaya ni kwamba matukio haya yanafanywa kwa, kwa aina fulani ya watu wanaopigania utu na ubinadamu. Kwa kadi ambavyo hawa wasiojulikana wanaendelea kufanya matukio tuma shutuma malalamiko lawama zote mnapelekewa jeshi la polisi mm. Ni kwamba kama ambavyo nimesema mara kadhaa, jeshi la polisi lina wajibu wa kulinda raia na mali zao. Inapotokea raia yeyote amedhuliwa kwa namna yeyote, jeshi la polisi linaweza likalaumiwa na lina haki zote za kulaumika. Hoja ni sisi, tutamlinda kila raia popote alipo. Nakumbuka siku moja afande Siro alikuwa na i mean Mulilo alikuwa anasema kwa habari ya nyumba sio za kina Lissu kina Heche kuzungukwa, si kweli, sisi tumeimarisha tu ulinzi hapa Dar es Salaam, ulinzi huko maeneo mbalimbali. Eh, niongeacho mimi ni kwamba huyu mtu ametekwa, ndio huyu mtu amejeruhiwa na watu wasiokana, ndio maana tukauliza kwamba pale kwenye makazi ya baraza la askofu hakuna, hakuna CCTV kama ni kuna kuna kuna, kuna walinzi. Hakuna daftari la kuandika wageni walioingia. Kwa nini baada ya tukio eh, siyajua sana kwanza, walinzi wenyewe walikuwa, lakini haya tufanye, walinzi wameona hilo tukio, kwa nini wasanze kufanya check up kujua nani na nani waliingia? Okay, tufanye majina naeza kaandikwa ya uongo, lakini tunata picha za watu walioingia na tukajua nani na nani yupo nani na, na nani hayupo, tukaanzia hapo kufanya uchunguzi. Anyway, isemacho ni kwamba e, matukio yote haya hayaleti hali bora au hali yenye afya ndani ya nchi. Unajua, mtu mmoja nilikuwa naongea naye akawa anasema mimi, kwenye masuala ya utekaji siwezi nikasimama kokote, kwa sababu inawezekana watu wakawa wanapanga mipango ya ya kupotezwa kwa namna moja au nyingine, na kwa sababu hiyo wakataka kukichafua chama tawala. Mimi nasemacho, sijui kama kweli wanapanga mipango ya kutekana au la, lakini kuna vitu vya kufikirika kwamba okay, kwa nini matukio haya ya wapate watu ambao wanaonekana wana, wana wako wako karibu sana na kupigania utu na ubinadamu na usawa au kana kwamba kuna vitu vitu wanavipinga. Lakini jambo la pili ni kwamba kama hiki chama cha siasa kilichoko madarakani kinatimiza wajibu wake ulivyotakiwa, basi pia kilitakiwa kutimiza wajibu wake wa kuhakikisha usalama wa hawa watu. Wamejeruhiwa ndio, lakini ikiwezekana ifanyike uchunguzi wa dhati na ijulikane wako wapi. Hivyo basi mjue kwamba wavyotevie kwa, kwa kadri matukio yanavyoendelea lawama zinazidi kujaa kwenu. Yaani mmefanya hamjafanya ila wanadamu. Yaani wanadamu wenyewe hawajui mmefanya au hawajui hamjafanya. Wanachojua ni kwamba kuna wajibu mlikuwa nao, kuna kitu mlitakiwa mfanye. Kama hicho kitu hamjakifanya aidha kwa kwa sababu ya ubize mlionao au kwa sababu yote ile. Basi ndicho ambacho kimepelekea namoja nyingine taweza kuendelea kuwa ni watu ambao mtachafuka tena na tena. Katika Mwanzo nne msari wa saba asema kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakotea mlangoni, na ina kutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Katika kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli, kabla si ndo Danieli, nisome mithali hapa, Mithali 29 msari wa pili. Mithali 29 mstari wa pili, kusoma baadhi ya vitabu hivi, tujulishane baadhi ya mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo Mithali 29 mstari wa pili, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Si tu kwamba yule mwovu anawatesa watu moja kwa moja, yule mwovu anaweza kawa anawaona wanaowatesa watu, lakini kwa sababu yeye swala la maisha ya watu sio kipaumbele chake, kwa hiyo analipuza. Ana tu waa anaacha achukue hatua yoyote. Tukitoka hapo, tuende katika Danieli na niendele tukuwajulisha kwamba ufalme wowote unaokwepo unaweza ukatoweka saa na dakika yote, katika Danieli 4 msari wa ishirini na saba kwa sababu hiyo, e, mfalme, shauri lako lipate kibali, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuhurumia maskini, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. Kwa sababu hiyo, enyi viongozi, enyi watawala, mkaache makosa yenu, hurumieni maskini, hurumieni watu wasio na kitu. Ni mkichukulia kwamba ni nafasi ni mwanya wa kutesa, kupiga E, kupiga kw kana mtu amvunja sheria, lakini sidhani kama ni miongozi ya kazi, ni miongozo ya kazi zenu kumpiga, sidhani e, kama amvunja sheria ashughulikiwe kwa sheria. Kwa nini hadi tumkamate tumpiga? Sheria, kwa sheria ni sauti ya mtoto amtuli kutoka kule kiwa mwenyewe nalia kutoka mabusu nikisema, itengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mpito wake